Katika kipindi hiki ambacho dunia inazidi kukumbatia dawa za kisasa na vyakula vya viwandani, jamii nyingi nchini Tanzania zinapoteza taratibu utamaduni wa kutumia viungo vya asili kwa ajili ya afya na tiba. Viungo kama manjano, tangawizi, mvuje, vitunguu saumu na vinginevyo vimekuwa vikisahaulika licha ya kuwa na faida nyingi za kiafya ambazo zimekuwa zikitumika kwa vizazi na vizazi. Katika mahojiano maalum na Swahili Voice tulipata nafasi ya kuongea na mfamasia, wauzaji na watumiaji, wameeleza namna jamii inavyoathirika kwa kupuuza matumizi ya viungo asilia, huku wakitoa wito kwa umma kurejea kwenye matumizi ya viungo hivyo asilia. Hivi wanapenda sana vitu ambavyo labda, kuna baadhi wanapenda vitu ambavyo vina ni vya kiwandani, kusema amba kuna hao wa viwandani, lakini sasa kupigana na bei, mtu labda ana shilingi mia tatu tu anahitaji viungo vya pilau, na kiungo cha pilau unakuta labda buku jero au buku. Kwa upande mwingine, Swahili Voice imezungumza na mfanyabiashara, mkulima, msambazaji wa viungo hivyo katika soko la Mgandini lililopo mkoani Tanga, na alikuwa na haya ya kusema. Unajua, swala la kuandaa kuanza kuandaa mche mpaka kufikia mahala unakuwa uende ukaupandikize ukaandae shamba ufanye nini, changamoto zinakuwa nyingi kwa kweli, kulingana na kipato na shida. Sa nyingine, kwanza tunasumbuliwa maushuru ni mengi sana. Kwa hiyo unaweza ukabeba mzigo ule mpaka unafika hapo, unakuta kuna changamoto ni nyingi. Kwanza kwetu kule, usafiri unakuwaga shida, kutoka Kigongoi kushuka mpaka unabidi utafute pikipiki sushe mpaka Daruni nalu na ndio huje tukutane na gari . Pia ameiomba serikali kuwapatia mikopo kwa wakulima wa mazao hayo na kupunguza ushuru usio wa lazima. Tunachoomba sisi labda watusaidie hata mikopo kule vijijini, kwa sababu kuna watu wengine, mtu ana shamba lake linapotea na majani kulingana na uwezo. Saa nyingine shamba unakuta miti bado haijafikia kiwango cha kuweza kuchuma kao kama kuna uwezekano watusaidie pia nani, hata mikopo kwa ajili ya kuweza kusafishia mashamba yetu haya. Sambamba na haya tuliongea na mtumiaji wa viungo hivi asilia, alikuwa na haya ya kusema juu ya matumizi ya viungo hivi asilia kama ladha kwenye chakula na baadhi ya faida zake. Kiachana na manjano, kuna kiungo chengine mwani, nawe ni zao ambayo wanalima barini lenyewe inatumika kama kiungoza ukatumia mboga za majani, sana sana kwenye mboga za majani, lakini sana sana tiba, kwa sababu ina ladha kwenye mboga ukiweka, lakini sana sana kwenye tiba ukaiweka nzima kwenye pilau, lakini ukaiweka iloosagwa labda kwenye mchuzi ukapenda ladha, kwa sababu kwenye biriani wanatumia hizo karafuu, iliki. Kwa wengine wanapenda kwenye maandazi, wengine wanapenda kutumia ikiwa nzima, ni matumizi Jamii imetolewa wito kuepuka kuchanganya viungo asilia na dawa za kisasa kwa wakati mmoja, ili kuepuka madhara ya kimwili inayotokea katika kuambatanisha hivi viungo asilia na tiba zetu hizi za kisasa. Yaani, tukizungumzia ya dawa hizi za hospitalini, changamoto inakuja pale, tunasema mwingiliano baina ya dawa na dawa. Kwa kuwa tunashauri kitumike kwanza kimojawapo kisha ndo anaweza kuendelea na kingine au kutenganisha masaa katika ile ambayo inayoanza isubiri masaa kadhaa iweze kutumika nyingine hii ya kisasa. Nikiripoti kutoka Tanga mjini, mimi ni Amina Mohamed wa Swahili Voice.